Azma hiyo ya serikali kupitia TCRA imetolewa Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kamati ya maudhui ya TCRA huku ikisisitiza lazima sheria za utangazaji zifuatwe ili kulinda maadili ya Tanzania. Hapa cha kuzingatia ni kwamba wazalendo hawazaliwi, wazalendo wanatengenezwa. Namna moja ya maeneo ya kuwatengeneza ni kuhakikisha wana, wana, wanajivunia nchi yao, na namna ya kujivunia nchi yao ni kuona mambo ya nchi yao yakizungumzwa na, na, na na ku, na, ku, na kupigiwa chepuo na hasa na, na vyombo vyetu vya utangazaji. Kwa hiyo niwaombe tuangalie namna ya ku ya kuisukuma ya ku, ya ku, ya ku najua ni ngumu, na kwa na wenzetu watangazaji na ambao pia wanatafuta faida inaweza ikawa na, na, ni hatua za maumivu kidogo kwao, lakini ni vizuri wakajua wana, wana, wa, wayavumilie maumivu hayo kwa kulifanya taifa letu liwe la kizalendo zaidi. Kwa hiyo niwaombe mtusaidie sana, na mtakuwa mmeisaidia sana nchi yetu imesaidia kamati yangu hii kufanya kazi yake kama tutasimamia na kuhakikisha kwamba local content uh, zina zi, sheria ya local content ina, ina, inafuatwa vizuri. Mkurugenzi mkuu wa TCRA Dr. Ali Simba amesema uwepo wa kamati hiyo ya maudhui ndani ya TCRA ni muhimu katika kuhakikisha wanadhibiti ukiukwaji wa sheria za utangazaji. Vile vile mamlaka ya mawasiliano ipo kwenye mchakato wa kuweka mtambo wa kisasa wa kufuatilia maudhui ambao utaongeza ufanisi katika kufuatilia na kushughulikia malalamiko yanayohusu vipindi vya utangazaji. Kamati hiyo ambayo ni ya nne tangu kuundwa kwa nyakati tofauti inaongozwa na Profesa Haji Semboja, ambapo pamoja na masuala mengine wamemwhakikishia waziri huyo wa habari kuwa watajitahidi kuhakikisha wanaangalia namna ya kuboresha tasnia ya habari hapa nchini. Katika sekta ya utangazaji kuna changamoto nyingi sana ambazo inabidi ukweli zitazamwe zi kwa pamoja, kwa maana ya CCTCRA kupitia kamati hii ya maudhui na wale ambao tumewakabidhi leseni za kuendesha hivi vyombo. Tatizo kubwa ambalo tumeliona ni kwamba watangazaji wengi kule hawana mafunzo. Awali waziri huyo wa habari nchini alipata fursa ya kutembelea makumbusho ya mawasiliano ya TCRA ambayo imesheheni vifaa vya zamani vya utangazaji kama vile redio, simu na televisheni ambapo vifaa vya zamani vya utangazaji vya ITV pia vimehifadhiwa ndani ya makumbusho hayo. Hii ni makumbusho ya mawasiliano Tanzania. Hapa nilipo ni eneo ambalo kumesheheni vyombo vya zamani vya utangazaji. Hivi ni miongoni mwa vyote ambavyo ukifika hapa unaviona, ni fursa pekee ya wengine kuja kushuhudia namna ambavyo Tanzania ilipotoka na sasa ilipo. Kutoka kwenye makumbusho ya mawasiliano Tanzania, Dar es Salaam. Spence Salamek, ITV.